Tumsifu Yesu Kristu mpendwa mtazamaji wa Paulo Nyoni Online TV. Kwanza usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kutoa maoni katika hapo nafasi ya comment. Leo mpendwa mtazamaji nakwenda kukuelekeza jinsi masomo ya sikukuu ya kupaa Bwana mbinguni yaani Dominika ya sita ya Pasaka ya mwaka B wa kanisa. Katika sikukuu hii kanisa linakumbuka tukio muhimu la kupaa kwa Yesu mbinguni, tukio lililo na maana kubwa katika maisha ya Wakristo. Yafuatayo ni, ni baadhi ya masomo katika Dominika ya sita yaani sikukuu ya kupaa kwa Bwana mbinguni, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ya kwanza mpaka ya kumi na moja. Katika somo hili mtume Luka anasimulia jinsi Yesu alivyowaagiza mitume wake kubaki Yerusalemu ili wampokee wa Roho Mtakatifu. Baada ya kusema haya, aliondoka mbele yao na kupaa mbinguni. Wakati wanatazama juu angani, malaika wawili walionekana na kuwaambia kuwa Yesu atarudi kama alivyopaa. Na somo la pili linatoka katika kitabu cha Waefeso sura ya kwanza mstari wa kumi na saba mpaka wa ishirini na tatu. Katika somo la pili mtume Paulo anaombea Waefeso ili Mungu awape roho ya hekima na ufunuo ili waweze kumjua Kristo zaidi. Anasisitiza kuwa Kristo alifufuliwa kutoka kwa wafu na amekalia kiti cha enzi cha Mungu akiwa mkuu kuliko mamlaka yoyote. Injili itakayosomwa Injili ya Marko sura ya kumi na sita mstari wa kumi na tano hadi wa ishirini. Yesu aliwaambia mitume wake, nendeni ulimwenguni kote mkaubiri injili kwa kila kiumbe. Aliyeamini na kubatizwa ataokoka.